Kuwapa pole lakini pili, nimekuja kuona biashara zinaendeleaje. Nimefurahi kuona biashara zinaendelea kama kawaida uh, na nimethibitishwa na baadhi niliyoongea nao kwa, wameonyesha kwamba wanauza kama walivyokuwa wakiuza na wateja wanakuja kama ambavyo walikuwa wakija. Kwa hiyo nimefurahishwa na hiyo, na nitoe wito kwa wanunuzi wa, wa wote ambao wanategemea soko la Kariakoo na sehemu nyingine, biashara zime zinaendelea, na wao waendelee kupata huduma na kuendelea na shughuli zao za kiuchumi. Lakini nimekuja nimewathibitishia uongozi kwa niaba ya wafanyabiashara wote kwamba biashara binafsi ni biashara za umma uh, wao wakiwa wanafanya shughuli zao za kiuchumi pamoja, kwa kwamba ni binafsi uh, umma unafaidika kwa kupata huduma. Umma unafaidika kwa mapato ya kodi yanayopatikana na biashara hizo. Umma unafaidika kwa wengine kufanya supplies kwenye hizo biashara. Kwa hiyo sisi kama TRA eh, kwa niaba ya serikali tutahakikisha tunashirikiana na wafanyabiashara kuzilinda biashara za binafsi ili ziendelee kukua na ziendelee kuwepo. Severin Mush ni mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara biashara Kariakoo. E, tumefurahi na ujio wa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa kuja kutupa pole baada ya e, sintofahamu ya kabla na baada ya uchaguzi. Tumefurahi kwa sababu ameonyesha kujali, na kwa kawaida huwa watu wanafikiri TRA wanachukua tu fedha alafu wanaondoka, hapana. Tumekuwa na kamishna ambaye akiona mfanyabiashara amepata tatizo anakwenda kumuona kumwona na kumpa pole lakini na kumsikiliza. Tunafurahi Kariakoo, tuli pamoja na sekeseke lile, lakini eneo letu lilibakia kuwa salama na tumerejea kwenye biashara na biashara zimeanza kurudi kawaida, tukitarajia biashara kukua zaidi, kwa sababu tunaelekea mwisho wa mwaka, na wakati wote mwisho wa mwaka kunakuwa na, na biashara imechangamka. Kwa hiyo niombe kuwakaribisha wafanyabiashara wote kutoka ndani na nje ya Kariakoo kuja kufanya manunuzi Kariakoo na kuhakikisha kwamba Kariakoo e, iko salama TRA. Hey, pamoja tunajenga taifa letu.